Ya kuwezesha jamii, kama kuna njia ya kuwezesha nchi ni kuhakikisha ya kwamba masomo yanapatikana kwa kila mwananchi. Na ndio sababu hiyo tumeweka sasa pesa nyingi kusomesha watoto wetu. Tumeajiri waalimu elfu sabini na sita, tunaongeza wengine elfu ishirini mwaka huu vile mzee alivyopenda elimu ndivyo tunavyokuza elimu. Ndio sababu tumesema ya kwamba masomo ya Technical Training College ama ya university isiwe kwa wakenya wanaoweza peke yao, iwe ni haki ya kila Mkenya, hata watoto wa kutoka jamii maskini waweze kwenda katika university pia na ndio sababu tumebadilisha msimamo, sasa watoto kutoka jamii maskini tunawalipia 95% scholarship, ili tuweke usawa katika mambo ya elimu katika taifa letu la Kenya. Vilevile nimesimama hapa kwa shule, wale wanafunzi wa shule wakaniambia ya kwamba shule lile lilianzishwa na mzee, na ndio nikakubali ya kwamba huyu Owen Bayer akuja next week achukue bus alete kwa hiyo shule, hiyo shule iweze kunawiri na kuendelea mbele, tukifuatilia yale mzee msingi mzee alijenga. Na sio pale peke yake, tutazidi na kushirikiana katika nafasi zingine nyingi ya masomo ya watoto wetu, tukisoma kutoka shujaa huyu aliyelazwa hapa. Vile vile katika harakati ya maendeleo, sehemu kubwa amechangia mzee huyu, na ndio sababu hiyo, watu wa hapa Kilifi, kwa kura zenu kwa maombi yenu mkatusaidia tukaunda serikali, na mimi nataka nimshukuru kaka yetu mkubwa Raila Amolo Odinga kwa kubali ya kwamba tuunganishe taifa letu la Kenya, tushikanishe pamoja, kwa sababu ya muhimu ni taifa letu la Kenya, ndio tuweze sio kuendesha siasa siku baada ya nyingine.